Elimu ya kifedha ni nguvu. Ukiijua, unaweza kutumia hata sheria zinazowaumiza wengine kukusaidia wewe kujenga uhuru wa kifedha. Unalalamika kodi ni nyingi? Wakati unalipa kodi kabla ya kutumia pesa zako, tajiri anaitumia pesa hiyo hiyo kwanza, halafu ndio analipa kodi. Sio kwa sababu ana bahati bali ana maarifa ya kifedha. Je, yeah, leo nini tena unajiuliza? Bado tupo na Kiyosaki hadi kieleweke, ndani ya kile kile kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Karibu sura ya nne, The History of Taxes and the Power of Corporations, historia ya kodi na nguvu ya makampuni. Katika sura hii, Robert Kiyosaki anaendelea kufungua macho yetu kuhusu jambo ambalo watu wengi hawalielewi vizuri, jinsi mfumo wa kodi unavyofanya kazi na kwa nini mara nyingi matajiri huonekana kama hawaguswi na kodi, ilhali watu wa kipato cha kati na cha chini wanabeba mzigo mkubwa zaidi. Anasema kuwa mwanzoni, kodi zilibuniwa kwa nia njema. Serikali zilisema zitaanza kutoza matajiri ili kusaidia maskini na kugawa utajiri kwa usawa. Watu wakapinga makofi, wakakubali kwa shangwe, wakidhani ni hatua nzuri ya haki ya kijamii. Lakini baada ya muda, mambo yakabadilika. Serikali ziligundua kuwa kodi ni njia rahisi ya kupata mapato, zikaanza kupanua wigo wake hadi kwa watu wa kawaida. Hatimaye, mzigo mkubwa wa kodi ukawa unalipwa na wafanyakazi wa kipato cha kati na cha chini, si matajiri tena. Kiyosaki anasema wazi, matajiri hawakwepi kodi kinyume cha sheria, wanaitumia kwa faida yao. Siri yao iko kwenye uelewa wa jinsi mfumo wa kifedha unavyofanya kazi. Wakati watu wengi wanatafuta kazi salama na kulipwa mshahara, matajiri hujifunza jinsi ya kutumia kampuni Corporation, kama chombo cha kulinda mali zao na kupunguza kodi kihalali. Anatueleza tofauti kubwa iliyopo kati ya mfanyakazi wa kawaida na tajiri anayemiliki kampuni. Mfanyakazi wa kawaida hulipwa mshahara wake kisha serikali inakata kodi kabla hajatumia hata senti moja. Baada ya hapo ndipo anabaki na kilichosalia kulipa nyumba, chakula, usafiri na gharama nyinginezo. Kwa maneno mengine, serikali inajilipa kwanza, mfanyakazi anajilipa mwisho. Lakini kwa upande wa tajiri, mambo ni kinyume. Tajiri hupata mapato kupitia kampuni yake. Kampuni hiyo hufanya matumizi yote muhimu kwanza, kama kununua magari ya biashara, kulipia safari za kikazi, mikutano, mafunzo, vifaa, bima na gharama nyinginezo. Baada ya hapo, kinachobaki ndicho kinachotozwa kodi hivyo matajiri hulipa kodi kwa kiasi kidogo zaidi kwa sababu wana uhuru wa kutumia pesa yao kwa matumizi ya biashara kabla ya serikali haijapata sehemu yake Kiyosaki anaeleza kwamba hii si hila wala udanganyifu bali ni maarifa ya kifedha serikali nyingi duniani hutoa motisha incentives, kwa watu wanaochukua hatua zinazosaidia uchumi kukua kama kuanzisha biashara kuwekeza katika ajira kilimo, nyumba za kupangisha, au nishati safi. Matajiri hujua hili na hulitumia vizuri. Wakati wengine wanapolalamika kuhusu kodi kubwa, wao wanatafuta fursa ndani ya mfumo huo huo. Mfano rahisi ni huu: mtu wa kawaida akipata mshahara wa shilingi milioni mbili kwa mwezi atalipa kodi moja kwa moja kabla ya kutumia pesa hizo, lakini mjasiriamali ambaye ana kampuni na kipato cha milioni mbili kwa mwezi anaweza kutumia sehemu kubwa ya pesa hiyo kulipia mafuta ya magari ya biashara, vifaa, usafiri wa wateja na gharama nyinginezo za biashara, zote zikiwa makato halali kabla ya kodi. Matokeo yake, kodi yake itakuwa ndogo sana kuliko ya mfanyakazi wa kawaida ingawa mapato yao ni sawa. Ndio maana Kiyosaki anasema tatizo si kodi yenyewe, bali kutojua jinsi kodi inavyofanya kazi. Watu wengi wanateseka kwa sababu hawajifunzi kuhusu mfumo huu. Wanauogopa badala ya kuuelewa, wanaishia kufanya kazi kwa bidii kulipa kodi nyingi na kubaki na kiasi kidogo cha kutumia. Wakati huo huo, wale wanaojifunza sheria za kifedha wanaunda kampuni wanawekeza na wanatumia mfumo huo huo wa kodi kujenga utajiri wao. Rich Dad alimwambia Kiyosaki kwamba matajiri hawana nguvu maalumu, wanayo tu elimu ya kifedha ambayo wengine hawana. Elimu hii ndiyo inawasaidia kutengeneza mfumo wa kifedha unaofanya kazi kwao. Wanafahamu kanuni moja muhimu: pesa ina nguvu kubwa zaidi inapowekwa chini ya kampuni kuliko mikononi mwa mtu binafsi. Kampuni inakuwa kama ngao ya kifedha, inalinda mali zao, inapunguza kodi zao na inawaruhusu kutumia pesa yao kwa njia yenye faida kabla ya serikali haijapata chake. Kiyosaki anahimiza watu kujifunza namna ya kujenga biashara zao wenyewe au hata kampuni ndogo ambazo zinaweza kuwapa faida hizo. Anahitimisha sura hii kwa wazo lenye uzito mkubwa sana. Ukitaka uhuru wa kifedha jifunze kutumia mfumo badala ya kupigana nao. Wengi ukata tamaa wakisema mfumo wa kodi ni wa dhulma, lakini matajiri hawalalamiki. Wanaujua, wanauelewa na wanaufanya ufanye kazi kwao. Kwa maneno yake mwenyewe, Kiyosaki anasema, If you can't beat the system, learn to use it, kama huwezi kuushinda mfumo, basi jifunze kuutumia na hapo ndipo somo la sura hii linakuwa wazi kabisa. Elimu ya kifedha ni nguvu. Ukiijua unaweza kutumia hata sheria zinazowaumiza wengine kukusaidia wewe kujenga uhuru wa kifedha. Usiogope mfumo, ujifunze kuucheza kwa akili. Jifunze jinsi matajiri wanavyotumia corporations kujilinda na kujijenga kifedha. Fuatilia ukurasa huu kwa mafunzo zaidi ya uhuru wa kifedha ili na wewe ujue kutumia pesa kwa akili, si kwa mazoea. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine. Bye bye.